F yeah. Fujo, vurumai na maafa kwa mara nyingine vimechipuza wakati wa uchaguzi wa mashinani katika chama cha ODM. Kufikia sasa watu watatu wamepoteza maisha yao baada ya wafuasi wa wagombea mbalimbali waliokuwa wakiwania nyadhifa za chungwa kumenyana katika eneo bunge la Awendo, kaunti ya Migori. Katika kisa hicho kilichotokea katika shule ya msingi ya Ringa eneo la Sakwa Kadera, watu watatu walifariki kutokana na majeraha ya kukatakatwa kwa panga na kudungwa visu. Mmoja alipoteza maisha yake papo hapo, huku wawili wakifariki walipokuwa wakitibiwa katika hospitali ya kaunti ya Migori. Politics. Uchaguzi huo wa mashinani uling'oa nanga siku ya Jumamosi katika kaunti sita na ulikuwa wa majaribio kabla ya shughuli hiyo kuandaliwa kote nchini na hatimaye katika ngazi ya kitaifa ili kubaini watakaokiandaa chama cha ODM kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Mkurugenzi wa uchaguzi katika chama hicho, Junet Mohamed, hata hivyo, amekanusha kuwa vurugu ilisheheni wakati wa uchaguzi wa mashinani huko Migori. Pande yote ambayo fujo itaripotiwa pia itarudiwa. So kama kuna fujo ilitokea pale ungesikia leo kama bodi imesema watarudia sehemu fulani ama ama wamekataza mtu fulani kusimama. Sasa kama bodi hawajasema hivyo, na hiyo hivyo, mimi nilikuwa mimi mwenyewe Migori leo kusema kweli. Sidhani kama niko na hakika, haikuhusika na mambo ya chama. Kufikia sasa waliotekeleza mauaji hao hawajatiwa mbaroni na kuzua taharuki miongoni mwa wanachungwa. And so far we have had instances where uh, two people have had to fight their life for their lives and uh, so far they have not succeeded they have gone and others are we have also those ones who are critically in the hospital whom we are doing the match we can to arrest the suspects who did uh, harm to them we want themwe n here Vurugu wakati wa chaguzi za ODM si jambo geni. Wengi wana kumbukumbu za kizaazaa kilichoibuka mwezi Februari mwaka jana wakati wa uchaguzi wa kitaifa wa chama hicho katika ukumbi wa michezo wa Kasarani. Hata hivyo, bodi ya uchaguzi ya ODM imewatahadharisha wagombeaji wote dhidi ya kuwachochea wafuasi wao kuzua fujo na kutangaza kuwa yeyote atakayevunja sheria atapigwa marufuku kushiriki chaguzi za chama. Francis Gashore, Citizen Nipashe.